Inabeba mizigo ina mabeli huko ndani, sijui ni nguo, sijui ni nini, ilikuwa ina mabeli ya nguo huko ndani mingi tu, zimepakuliwa muda sio mrefu nadhani. Lakini ajali nadhani gari ndo lilikuwa libovu. Gari aina ya fuso lililobeba mizigo limefeli breki na kuingia katika eneo la mtaro kata Levolosi, mkoani Arusha. Mashuhuda wa tukio hilo wameeleza kuwa gari hilo lilikuwa limepaki pembeni likifanyiwa marekebisho. Baada tu ya kumalizika kuirekebisha gari hilo, wakiwa katika kulijaribu likafeli breki na kuzama mtaroni. Um, yani, hii gari ilikuwa inatokea juu ikafeli breki. Dereva kwa busara zake akaona kwamba mbele kuna ice, ataendelea maana hii barabara inatumika na watu wengi. Kaona kuliko aliendelee ali, kwenda na gari imesha feli breki. Akaona bora aliingiza wapi? Aliingize mtaroni. Kwa kwa sababu sababu la sivyo hapa hapa angesababisha majanga makubwa. Watu wengi wanagongewaga hapa kwenye hili bamsi hapa. Kwa sababu ya, ya kufeli breki hivyo hivyo, lakini kwa busara zake akaona kuliko itokee maafa bora aliingiza hapo hapo alijazuru ali mtu limezurika gari kama gari labda na miundombinu ya barabara kama imemeguka, lakini ukweli ni kwamba alijapoteza maisha ya mtu. Alikuwa e. Anatokea juu anatokea juu moja kwa moja anashuka chini e. Kaona kwamba bora aliingize hapo, ndio ikatokea kama hilo. Ni mfumo wa breki hu, ni mfumo wa breki. Gari zote huwa usiamini, gari unapokuwa kwenye gari usiliamini. Unaweza ukaliwasha gari likiwa lizima ukatoka nalo barabarani ukashangaa, vyuma vimeachi hivi, vinatengenezwa na wanadamu. Kwa hiyo mifumo ya breki inaweza ikafeli muda wowote tu, inaweza kakatatu e. Mi naitwa Brian John, natokea Arusha hii hii. Matokeo haya tunayoyaona barabarani, tunaumia sana sisi kama wananchi. Ndio hivyo tumeyaona matukio sasa hivi hapa, lakini sasa hii barabara yetu iliyoko hapa pembeni yake kuna hoteli lakini kwa mfano ingekutana na watu wapo, hiyo gari singewaacha, ingewamaliza e, cha msingi tu labda ni madereva wenyewe wazingatie usalama wao na usalama wa raia ifa yote. Lakini kwa jinsi nilivyoiona navyosikia kwamba dereva aliruka kutokana na nimeona gari e, ameshindwa nabidi ajiokoe, amejiokoa kwa hiyo ndo amepona, gari limeumia. Ah, naitwa Sabra Mufti mimi mm. ni, nimeona tu, nilikuwa napanga napangapanga viti hapa nkaona gari natoka huko, yani natiririka, nkaona kama vile haina dereva, nikawa naishanga, dakika mbili hivi ndo naona imeanguka chini. mm. muda, muda sikumbuki ila nakumbuka ni asubuhi tu, kwa ile napangapanga viti hapa kaona gari nakuja huko, natiririka, ni nakuja resi, nkasema nini, afu mlango uko wazi kuja kugeuka hivi kurudi hivi, naona gari po chini basi, nilishtuka ah, tu nilikimbia okay ndani nilikimbia okay ndani, nilijiuliza mi, nilijua labda mtu amekufa huko make sikuona kama ina dereva au nini hivyo, ila mwanzo tulikuwa tunajua amefukiwa na hiyo gari, lakini baadaye ndo watu wakawa wanasema aliruka <laughs> Eh, mi naitwa Kiliane, natokea hapa mtaa wa Levolosi. Hii gari ilianguka wakati inarekebishwa pale juu, ikaletwa huku chini kwenye kutesti, ndo ikakata breki, dreva kuruka, ndo ikahamia upande wa pili huko <laughs> asubuhi saa mbili hi yeah. hapa ilikuwa imebeba nini? Ilikuwa imebeba ni marobota ya nguo marobota ya nguo na mauzi ya jumla jumla, wanaouza hapa nyuma, mtawa nyuma makao mapi? Hapana, ni gari ndo ilikuwa mbovu kwenye marekebisho, kwenye kutesti, walivyorekebisha kwenye kutesti, ndo hiyo ikatokea hii na yeah. mm. Ah, tunamshukuru Mungu, pia hamna aliyefariki, hamna mauti yoyote pia ni ni jambo la kushukuru, ni gari tu imeharibika na kulikuwa mna magari barabarani kini... madereva aliruka wa kwanza, yeye e ndo akaiacha gari kasororoka yenyewe. Athari yote iliyotokea la... labda ni barabara tu kuharibika na gari lenyewe, lakini kwa madhara ya watu kufa wala hamna chochote kingine kini... e, mafuta yamemwagika, yani kwa ujumla ni mwenye gari ndo amepata hasara. Nimeipita hapa nyuma nyuma, hii mti hapa imenyanyuliwa hii kichwa, sijui ni mafundi wanatengeneza, sijui ni driver. Muda sio muda, mimi nikaacha nikapita, nikarudi, nikaikuta pale pale katikati kati ya barabara, imewasha hazard. Nimeenda zangu ni mamangu, narudi sasa hivi nakuta imelala, ndo nauliza nini kimeangusha, na sielewi nini kinaendelea. Eh, lakini malaika wa zangu, Mungu awalinde tu. Inabeba mizigo, ina mabeli uko ndani, sijui ni nguo, sijui ni nini. Mabeli. Ilikuwa na mabeli ya nguo huko ndani mingi tu, zimepakuliwa muda sio mrefu nadhani, lakini ajali nadhani gari ndo lilikuwa libovu. Sasa, kuamini dereva ameruka naweza <inaudible> na nikaamini kwa sababu nasikia ni mzima, halafu <inaudible> kingine gari alikuwa aliendesha kuna dereva ndani <inaudible> na bahati nzuri gari upande, gari upande wake hapo upande wa driver sijui conductor ndo yuko wapi sasa